Ali. Kwa kwenye kwenye kwenye. Ila siamini kama na sauti ningeni pia. Bila shaka umenifahamu. Vipi mzima wewe? Mimi mzima kama Mungu alivyopanga. Ni kweli. Ugeni upo kwenye namba yako. Ila siko wewe unaitumia. Sauti naikumbuka kama ilivyo sura na vingine vilivyopaswa kukumbukwa. Pepe. Safi tu nimeitafuta namba yako Fundi. Ni siku nyingi hatujawasiliana, nimekumisi mwenzio kuhusu ingi wa siku. Hata mimi sina mashaka na hilo uus naogopa kusema nimekumisi na pia ni unafiki, inawezekana kunumaamtu ame mimi, lakini maumivu yangu hayakuwa na maana ya kutaka urejee tena. Ali, usiseme hivyo tafadhali, man ametokea hivyo Nisikilize kwanza, nini nataka kuongea. Sikilizi nakokidogo tu sawa, ila sikio lililosikia ukisema mimi nayo niwa maisha hili hili, tena tofauti ni kwamba mwanzo lilikusikiliza bila mashaka na wewe, ila kwa sasa linayo kila tahadhari. Anatama karibu lishawishi tena. Ali, usiniite msaliti, jamani kwenye maisha kuteleza kupo, nisamehe. Wala huna haja wewe kwamba msamaha na mimi ukanifanya kafara. Kwa furaha, wengi nipo tayari kusikia nini unasema, pengine ikawa heri. Niambie Ali, mimi bado nakupenda <tiple> alinipa mimi masikio hakunichagulia nini cha kusikiliza kupanganita Zahra, kipindi tumeachana ndicho kipindi ulichomtafuta kaka aliyekuwa ni shemeji yako kwa muda ule, ukamwambia sikujali, ukasema ukasema nilikupata kirahisi sana aaiikruka nikasema sawa, jamani. Haukuishia hapo, ukamwambia yajayo anafurahisha. Kilichofuata ni harusi na ndoa, ukaolewa, hukunipa taarifa kama maana ya sina haja kujua, ila ukawatuma waje kuniambia iwe ni njia ya kuninyoosha na kuniumiza, si ndio? <laughs> Ulifanikiwa Zara, sio uongo, na kupenda yako ya sasa inanitia mashaka ni siwezi. Haikuwa rahisi kuambia kwa wesi chochote, ila ukanielewa zaidi. Najua pengine unatamani uniambie madhaifu ya mumeo, ila baki nayo tu ndio maana halisi uvumilivu, vumilia kwa maana hata mimi sio mkamilifu. Wee, mumeo kwa sasa. ni kweli naweza kusema yaliopita yamepita, lakini kwa kujali na matunzo haitokuwa hivyo. Mumeo atakuwa mimi natafuta kwako, bize kutafuta bima ya afya ili uishi salama. Mi naogopa jasho la mwanaume haliliwi na mwanaume, Zara. Ali, Ali.